Habari, uhali gani? Karibu kwenye channel Uzazi Plus, karibu tuzungumze mzazi. Na katika video ya leo hii, ningependa kuzungumzia kuhusu uh, afya bora ya uke na maambukizi ya uke au kitaalamu tunaita vaginitis. Ubora wa afya ya uke ni kitu muhimu katika maisha ya mwanamke kwani ubora wake huweza kumsaidia mwanamke kujiamini katika maisha yake ya kila siku. Pia huweza kumsaidia kujiepusha na maambukizi yanayosababishwa kwa njia ya kujamiana. Basi utajuaje, au mwanamke atajuaje kwamba uke wake hauna shida, au ni bora na ni salama, na una shida yoyote? Uke ambao hauna shida au wenye afya bora, kwanza hautoi harufu mbaya. Inamaanisha nini? Uke wa mwanamke yote huwa una harufu ambayo inaendana na mwili wake, ambayo hii harufu ikija siku ikabadilika, basi mwanamke atahisi kwamba kuna kitu chochote kile kinaendelea katika uke wangu. Kitu kingine ambacho kinaweza kusababisha kumfanya mwanamke um, ajue kwamba uke wake uko salama au hauna shida yoyote ni uke usiotoa uchafu mwingi na wenye harufu mbaya. Ni kawaida kwa uke kutokana na mzunguko wake, baadhi ya siku ataona uke wake unatoa majimaji ambayo majimaji yanavutika ya yanalindimka na ni meupe au tunaweza kuita hayana rangi, yaani ni, ni ute ambao ni, una hauna rangi na hauna harufu. Na huu ute uh, hutokea katikati ya mzunguko wake. Hii inamaanisha siku mbili au siku moja kabla ya yai kutoka, ambao tunaita kitaalamu ovulation au siku yenyewe husika ya ovulation na siku tatu baada ya yai kutoka. Hii ni kawaida kabisa, lakini kwa uke ambao uh, ume afya yake imekuwa na mgogoro kidogo, basi hutoa uh, uchafu kuanzia uh, siku ya kwanza ya mzunguko mpaka siku ya mzunguko mwingine, yani inamaanisha kwamba katika siku zake zote uke okay wake hauwi mkavu. Basi ukiona uke wako na hizi dalili, ujue basi kuna shida. Uh, kitu kingine ambacho kitaufanya uone uke wako hauna shida ni uke usiowasha. Ukiona uke wako unawasha, aidha kwa ndani kabisa, unahisi kwa ndani kitu kinawasha, au hapa nje mwanzoni, ambapo panaonekana kwa kitamu tunaita vuva, basi uke wako kidogo una mshkeli. Kitu kingine ambacho kitakufanya uweze kujua kwamba uke wako upo salama ni uke ambao hautekenyi. Nimejaribu kutafuta neno la Kiswahili nimeshindwa, lakini kitamu tunaita, tunaita irritation. Yani ni uke ambao uko umekaa. uh, ni hali ambayo uko um, umekaa unahisi ndani kama vile unatekenywa au unapitishwa na kama unyoya fulani hivi au kama nguo ambayo imekubana hivi au kama mdudu anapita hivi ndani. Basi mwanamke yote akihisi hizo hiyo hali kwenye uke wake, basi ujue kuna shida. Basi kwa kujua hivyo, hivyo ndio vitu ambavyo vinaweza vikafanya ujue kwamba uke wako una shida au hauna shida. Basi ni vitu gani ambavyo vinaweza vikasababisha sasa, uh, hii hali itokee, uh, kwa kitaalamu kama nilivyosema vaginitis. Uh, inasababishwa na vitu vingi lakini vitatu ni vitu muhimu. Cha kwanza inaweza kusababishwa vaginitis na maambukizi ya vimelea vya wadudu. Moja inaweza kuwa ni, ni bacteria. Mbili anaweza kuwa ni fungus. Tatu anaweza kuwa ni protozoa. Uh, sababu zingine ambazo zinaweza zikasababisha vaginitis uh, ni allergy au tunaita mzilo. Kwa hiyo kuna baadhi ya wanawake wanaweza kuwa na allergy, kwa mfano wapo na allergy ya condom, wapo na allergy na baadhi ya njia za uzazi za chemical. Uh, anaweza kuwa na allergy na aina fulani ya nguo, kwa hiyo akivaa basi, uh, hali inakuwa mbaya huko chini ambayo inaweza kupelekea um, uke ukavimba. Kwa kitaalamu, unaposema vaginitis uh, maanake ni kuvimba kwa uke kwa kuvimba kwa uke huku kunaweza kusababishwa kama na maambukizi ya vidudu kama nilivyosema, au allergy. Au kuvimba huku kwa uke kunaweza kusababishwa na trauma, kwa Kiswahili, ni kama vile mtu kuumizwa. Tukisema trauma sana, anaweza kuumizwa kwa kupigwa, kwa kuangukia kwenye kitu chenye ncha kali huko chini, au kuwa na kwa mtu aliyefanya uh, mapenzi Uh, na kwa tunaita vigorous sexual uh, penetration, yani, y yani, mapenzi ya jihad mapenzi ya nguvu, kwa ikapelekea njia ya uzazi ikavimba. Kwa hiyo yote tunaita vaginitis. Kwa leo, ningependa kuishia hapa, na video itakofuata nitaendelea kuchambua kila da, uh, aina ya vaginitis. Kwa hiyo labda tunasema Uh, vagina, uh, candida vaginitis, vaginitis iliyosababishwa na fungus; bacteria vaginitis, vaginitis iliyosababishwa na bacteria; and trichomoniasis trichomon, uh, vaginitis, vaginitis iliyosababishwa na protozoa. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na nawashukuru sana tukutane kwenye video ijayo. Asanteni sana. Uzazi Plus, karibu tuzungumze uzazi.